Akizungumza na EATV katika viwanja vya kanisa hilo mara baada ya kumalizika kwa ibada iliyohudhuriwa na mamia ya waumini wa kanisa hilo pamoja na wageni mbalimbali kwa lengo la kumpongeza makamu wa askofu wa kanisa hilo Mchungaji Kagoma John Kasagamba, Askofu Kuzenza amesema viongozi wa dini wataendelea kushirikiana na serikali. Tunamshukuru Mungu sana kwa uongozi wa serikali yetu kwa yale yote ambayo wameyafanya, kila mwenye macho anayaona, na tunapongeza sana kwa juhudi hizo tunaomba serikali iendelee kuwa katika juhudi hizo kwa mshikamano na umoja na kujituma zaidi. Sisi viongozi wa dini tunathamini, tunaheshimu, na tunaona na tunapongeza sana, na tunaamini kabisa mwaka huu ya kwamba kila kitu kitakwenda vizuri na Mungu atatupatia viongozi sahihi wa utukufu wake. Hivi karibuni, askofu wa kanisa hilo mchungaji John Kagoma Kasagamba alichaguliwa kushika wadhifa huo kwa kipindi cha miaka mitano ambapo amewataka waumini kuiombea amani nchi yetu hasa katika kipindi hiki ambacho tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa 2025 kuiombea nchi na uchaguzi kwa ujumla, ili tupate viongozi wa cha Mungu, yani wenye hofu ya Mungu, ili amani ya taifa letu iendelee kudumishwa, kama inavyoitwa Tanzania kisiwa cha amani. Hii haitokei tu ni kutokana na moyo wa uvumilivu na kuchukuliana mapungufu tuliyonayo Watanzania. Maamuzi haya ya wachungaji kumchagua mchungaji Kagoma wamepatia, kwa sababu Kagoma mimi nimekaa naye kwenye, kwenye mtaa wangu akiwa mwananchi wangu, tunashirikiana naye vizuri sana kwa ajili ya ulinzi na usalama, kwa ushauri na kwa maelekezo, lakini pia kwa kuwaelekeza vijana kuacha kufanya uhalifu na kumrudia Mungu. Nikiripoti kutoka manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga, Anthony Solo, EATV.